Suwe tena katika masaa ya asubuhi tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha tena kuamka katika asubuhi njema. Mungu ni mwema, Mungu ni mwenye nguvu, anatupa na masaa haya ya kuamka, kufanya kazi zetu biashara na mambo mengi ambayo yanatutendea. Somo letu la siku ya Ijumaa linasema haki kwa imani. haki basi tupate kuomba. Asante Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena katika asubuhi ya leo, masaa ya mchana na masaa ya jioni. Tumeweza kuamka salama katika asubuhi ya leo, siku hii. Utuongoze sasa, kwa kuwa tunakutegemea wewe. Utubariki ukatujalia ulinzi wa malaika zako watakatifu. Zaidi Bwana tunaomba, tusafishe dhambi zetu kwa damu Yesu Kristo, ukatusafishe makosa yetu na kutakasa kwa uwezo wa roho kumtakatifu. Bwana, tazama asubuhi ya leo tunakwenda kujifunza zidi kuwa mwalimu, zidi kuwa kiongozi katika njia zetu, na kutegemea wewe uliye mkuu kiongozi na kiongozi wetu. Tuongoze sasa na hata milele, katika Yesu Kristo Amen. Wapendwa, somo langu linasema haki kwa imani, haki kwa imani. Alikuwa kijana mmoja aliyechoka kupigana na dhambi. Kila asubuhi aliomba, kila jioni aliyoomba msamaha, kila mara alijitahidi kuwa mtakatifu lakini ndani ya moyo wake alihisi kushindwa. Alipofikia ukingoni mwa kukata tamaa, alisoma maneno haya katika Biblia Warumi 3:21 mpaka 22, anasema haki ya mwanadamu inatoka kwa Mungu tu na si kwa matendo ya sheria. Narudia Warumi 3:21 mpaka 22, haki ya mwanadamu inatoka kwa Mungu tu na si kwa matendo ya sheria. Mimi nimefupisha kidogo, wewe unaweza kwenda kusoma Utangulizi mzima wa fungu. Sema ndipo macho yake yakafunguka kwamba wokovu si zawadi ya juhudi zake, bali ni zawadi ya imani katika Kristo. Ndipo alianza kutulia rohoni. Hii ndio njia ya wokovu tunayojifunza leo, haki kwa imani, njia pekee ya roho ya mwanadamu kufanywa kuwa safi mbele za Mungu. Fungu letu la bibilia linatoka katika Warumi tatu fungu la ishirini na moja mpaka ishirini na mbili. Lakini sasa pasipo sheria ya haki ya Mungu imedhihirishwa ikishuhudiwa na Torati na manabii, ndiyo haki ya Mungu kwa njia ya imani katika Kristo kwa wote waaminio. Narudia, Warumi tatu fungu la ishirini na moja mpaka la ishirini na mbili Lakini sasa pasipo sheria ya haki ya Mungu imedhihirishwa ikishuhudiwa na Torati na manabii, ndiyo haki ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Hakuna silaha itakayofanyika juu yako takaofanikiwa na kila ulimi utakaoinuka kinyume nayo hukumuni utahukumia utahu. Hii ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inatoka kwangu, asema Bwana. Isaya 54:17. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu giza la ulimwengu huu, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo pendwa, mwanadamu hawezi kukupatia haki. Baba yako, mama yako, daktari wako, mchungaji wako, kiongozi wako, yoyote hana uwezo wa kukupatia haki, hana uwezo wa kukuridhisha wewe unachokitaka mpaka roho yako ikasatisfai. Mungu tu ndio tunapomfata kwa kupitia Kristo na kwa imani ndio anayetuwezesha sisi kupata amani. Tuangalie katika swala la utafutaji wetu. Tunatafuta mafanikio kila siku, hela hazitoshi. Hakuna amani, haki patikani. Unatafuta hela leo kiasi fulani, kesho unatafuta tena, kesho unatafuta tena, hakuna utulivu. Yesu katika Mathayo 6:33 anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na vingine vitazidishiwa. Lakini fungu la 32 hapo anasema tafuteni kwanza yale yaliyo ya Mungu. Hebu labda nisome katika Mathayo 6 fungu la 32, anasema kwa maana hayo yote Mataifa huyatafuta kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote lakini fungu la 31 anasema, msisumbuke basi, mkisema, tule nini? au nini? au tunywe nini? au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku na maovu yake. Kwa Mungu anatamani maisha yetu cha kwanza tumtafute ufalme wa Mungu, tumtafute yeye, tujifunze kwake, tuitafute haki yake. Unajua, leo kuna watu wanaangaika, wanasema sitendewi haki, sifanyiwi haki ofisini, silipi mshahara wangu haki kutokana na elimu yangu. Wapendwa, kila kitu katika dunia hii, kila kitu kinachomhusu mwanadamu kinahusiana na fungu la Efeso 6:12 kwa maana kushindana kwetu siye, si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili la ulimwengu huu, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa chochote kinachopambanwa katika dunia hii kilianzia katika ulimwengu wa roho. Sasa wengi wetu tunahangaika na maisha ya nje badala ya kuanza kwanza na maisha ya roho. hebu tujifunze katika sehemu hii asili ya haki ya Mungu. Mkufunzi wangu katika kitabu chake kinasema, haki ya Kristo pekee ndio inayoweza kukuhesabia kwa niaba ya mwanadamu kwa njia imani, haki hii inakuwa yetu. Hatuwezi kuleta mema yetu yoyote mbele ya Mungu kama malipo. Ni neema yake pekee inayotuokoa. Kitabu chake kinaitwa Njia ya Kuelekea kwa Kristo, ukurasa 62 haki ya Kristo pekee ndiyo inayoweza kuhesabiwa kuhesabiwa kwa niaba ya mwanadamu kwa njia ya imani. Haki hii inakuwa yetu. Hatuwezi kuleta mema yetu yoyote mbele ya Mungu kwa malipo. Ni neema yake pekee inayotuokoa. Hii ni katika upande wa dhambi. Haki ya Mungu si tabia ya mwanadamu iliyosafishwa, bali ni tabia ya Kristo iliyowekwa kwa niaba yetu. Mwanadamu siku zote ni mnyonge, amezungukwa na vita vya rohoni, vita vya ndani, vita vya tamaa, vita vya mashaka, vita vya hofu. Lakini Mungu anamvisha silaha moja kuu, haki ya Mula kwa kupitia haki ya Kristo sisi vyote tutavipata, maana tutakuwa na tumaini, maana tutamwamini Mungu. Yesu anasema, mwaminini Mungu na mimi pia mniamini. Hebu tuangalie, vita vya rohoni sio vita vya damu na nyama. Tunapopambana na dhambi tunakosea tukifikiri ni nguvu za kimwili au juhudi za kiakili zitakazotusaidia. Mkufuzi wangu katika kitabu kinaitwa Faith I Live By, kurasa 111 vita vya haki kwa imani si vya kujitahidi kupigana kwa nguvu za kibinadamu, bali ni kujisalimisha kabisa kwa Mungu ili roho wake apigane ndani yetu. labda nirudie. Vita vya haki kwa imani si vya kujitahidi kupigana kwa nguvu za kibinadamu bali ni kujisalimisha kabisa kwa Mungu ili Roho wake apigane ndani yetu. Kwa hiyo vita hivi si vya damu na nyama, wapendwa, ni vita vya ndani ya moyo, katika imani na mashaka, kati ya neema na kiburi. Mwanadamu hawezi kushinda kwa akili, elimu au desturi. Kushinda kwake kunakuja pale anaposema kwa unyenyekevu, Bwana siwezi, lakini wewe wawezi. Na atakumbuka lile fungu la Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini pia atakumbuka Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mwite Bwana. Lakini pia kata kama ni dhambi, atakumbuka fungu la Isaya 1:18 linasema, haya njoni tusemezane, ijapokuwa dhambi zako nyekundu kama damu a nyeupe na zikiwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufi. Mungu anatuita, Mungu anatualika. Haki yetu inapatikana kwa kupitia Kristo. Tunapokuwa na mashaka, hebu tutazame kitu fulani. Kila mshindi katika Biblia alipitia vita hivi vya rohoni. Kila mtu aliyekuwa mshindi katika Bibilia alipitia vita vya roho. Hebu tuangalie watu wawili watatu. Yakobo alishindana na Mungu usiku kucha, na alishinda kwa machozi. Wewe unatakaje kushinda kwa nyama? Ni lazima kuwa mtu wa maombi ili tuweze kushinda. Paulo alisema, si mimi tena niliye hai, bali Kristo anayeishi ndani yangu. Alisarenda kwamba maisha yangu si yawezi bila Kristo aliye ndani yangu. Lakini pia tunamwona Ibrahimu analia akilalama mbele za Mungu, lakini mwisho wa siku alishinda. Lakini pia tunamwona Ayubu, anasema mtetezi wangu yu hai. Yesu mwenyewe alipokuwa msalabani alijisalimisha kabisa, akasema si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Haki kwa imani ni siri ya ushindi katika kitabu chake mkufunzi wangu, kinaitwa Neema Ilipatikanayo Kutoka Kutolewa Bure, kurasa 73. Imani ya kweli inashikilia haki ya Kristo kama ngao. Wote wanaomtegemea Kristo kikamilifu hawatashindwa, kwa kuwa haki yake inaongoza kama silaha ya ushindi. Imani ya kweli inashikilia haki ya Kristo kama ngao. Wote wanaomtegemea Kristo kikamilifu hawatashindwa. Kwa kuwa haki yake inawaongoza kama silaha ya ushindi. Haki kwa imani haimaanishi kukaa bila kutenda mema, bali kutenda kwa nguvu ya Kristo ndani yetu. Ni kuishi maisha mapya ambapo matendo mema yanatoka kwa upendo wa Mungu, si kwa hofu ya adhabu. Ndiyo maana Isaya 54:17 7 inasema, hii ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inatoka kwangu asema Bwana. Ni urithi si zawadi ya, ya juhudi ni neema si malipo ya dini. Ni silaha ya roho si mavazi ya kiburi. Kuvaa silaha za haki, Paulo anasema katika Waefeso 6:13 mpaka 14, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mkiwa mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki. Anarudia, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mkiwa mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki. Mungu anataka tujifunze kweli. Kweli ni nini? tutajifunza wakati mwingine lakini kweli zaidi ni kumjua Mungu, kweli zaidi ni kutambua neno lake, kuishi kwa neno lake. Haki ya Kristo ni dirii, ngao ya kifua inayolinda moyo dhidi ya mashambulizi ya hila za shetani, lawama, hukumu, mashaka na hofu. Pale unapopata lawama ya kwamba wewe ni mdhambi, kumbuka Isaya moja kumi na nane, haya njoo tusemezane, ijapokuwa dhambi zako nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe na zikiwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufi. Unapoona unahukumiwa, kumbuka Kristo alihukumiwa msalabani kwa ajili yako, kwa unapata haki kwa kupitia imani ya Kristo. Unapokuwa katika mashaka, kumbuka Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo magumu makubwa usiyoyajua. Unapopata hofu ya maisha, changamoto kumbuka Wafilipi 4:13 na yaweza mambo yote katika Kristo, yeye anitia nguvu. Unapokumbuka kwamba Kristo ndiyo haki yako, shetani hawezi kukuangamiza tena. Mahitaji yako njia zako hautaweza kupotea, maana utamwamini Kristo kwamba ndiye haki ikuongozayo. Mkufunzi wangu katika kitabu chake kinaitwa Selected Message Volume ya kwanza ukurasa 367 anasema, wakati roho inapoangalia mbali na nafsi na kumtazama Kristo inaona ndani yake kila kitu kinachohitajika kwa wokovu, ndipo amani inamiminika ndani ya moyo. Narudia, wakati roho inapoangalia mbali na nafsi na kumtazama Kristo, inaona ndani yake kila kitu kinachohitajika kwa wokovu, ndipo amani inamiminika ndani ya moyo. Ujumbe wangu wa mwisho, tazama kwa imani leo. Bwana anakuita utulie rohoni, acha mapambano ya kujijenga Mtazame Bwana Mungu wako, mtazame Kristo, mwite Roho Mtakatifu akuongoze. Anasema, angalia mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, Yohana 1:29. Kila unapoangalia kwake, haki yake inakuwa yako na ushindi wake unakuwa ushindi wako. Ukombozi ni hakika kwa sababu umeahidiwa, Isaya 54:17 haki yao inatoka kwa Mungu asema Bwana. Sasa hakuna haja ya kupambana, hakuna haja ya kupambana na bosi, tajiri, kiongozi mkuu wa kitengo fulani eti kwamba hunitendei haki. Kumbukeni wapendwa, vita yetu si ya damu na nyama. Jambo lolote linalotokea chini ya jua, cha kwanza kabisa tutambue Mungu amekiona. Cha pili tutambue hiyo ni vita ya kiroho. Yesu anasema roho i radhi, lakini mwili huu dhaifu. Wakati mwingine mwili unaumia, unaudhunika, lakini roho i radhi kumfuata Mungu. Ninawasihi wapendwa, ni heri kutulia katika Bwana, tukimwomba Bwana ili Mungu yeye atupatie haki na si mwanadamu. Mwanadamu hawezi kukupatia haki yoyote. Angalia mshahara unaopata unaridhika nao asi. Katika maswali pia, natamani kila mtu apate maswali ya kutafakari katika siku ya leo. Katika maneno gani ya maisha yangu bado ninajaribu kujihakikishia mwenyewe badala ya kumtegemea Kristo? Lazima ujitafakari mwenyewe kwamba kuna mambo gani ambayo unayafanya, unajitahidi kufanya we mwenyewe kujihakikishia kwamba unaweza badala ya kumtegemea na mwisho wa siku unaoyafanye unaanguka unatokomea nitaishinda dhambi nitaushinda uzinzi lakini mwisho wa siku unaanguka katika ile dhambi ni lazima tuweze kumtegemea kristo kama alivyosema katika wafilipi 4:13 naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu na yesu mwenyewe alisema hamtaweza jambo lolote bila uwepo wa Je, ninaelewa kuwa haki si matokeo ya juhudi zangu bali ni zawadi ya Mungu kwangu? Unaelewa kwamba haki hauwezi ukaitafuta wewe bali ni zawadi ya Mungu kwako na kwangu. Nifanye nini kila siku ili Roho Mtakatifu aendelee kunifanyia kazi ya kuhalalishwa na kutakaswa? Ni swali la kujiuliza, ufanye nini kila siku ili Roho Mtakatifu aendelee kunifanyia kazi ya kuhalalishwa unawezaji kulinda moyo wako dhidi ya hila za Shetani zinazolenga kunifanya ni hisi sina thamani? Unawezaji kujilinda na hila za Shetani ambazo kila siku zinakufanya wewe uone huna thamani, yanakufanya kana kwamba hata ofisini kama umekabiziwa ofisi, ofisi wenzako anapokuona wewe huna uwezo, Shetani anapowatumia hufanyaji? Je, ninawezaje kushuhudia leo kwa mtu mwingine kwamba haki ya kweli hutoka kwa Mungu tu? Unawezaje kuwashuhudia? Mwisho tunapoenda kuomba, ni wasii, wapendwa, hakuna mwanadamu anayeweza kukupa haki. Wakati mwingine tulipokuwa watoto, hata unamlaumu unamwambia, baba, mbona unipi kumbe baba anapambana, anafanya kazi ili kupatia lile shati au ile suruali au ile kaptula, lakini nyuma apazia wewe huoni. Lakini mateso na maumivu ambayo anayapitia baba yako au mama yako akupatia kile kitu, anajua yeye na Mungu. Hata ndivyo ilivyo sisi, wakati mwingine tunamwambia Mungu, mbona ujibu? Mbona umetulia kama wewe sikuombi, hauonekani. Kumbe tunakosea katika maombi, na sio tu hivyo tunakosea, kumbe Mungu ana wakati wake wa thamani na muhimu zaidi wa kupatia kile kitu. Hebu wapendwa, tumtafuteni Mungu, tumtafuteni kwanza ufalme wa Mungu, tusitafute kama mataifa wanavyotafuta mavazi, chakula, muonekano, kutendewa mapenzi wanayotaka, kujaliwa kila kitu. Haki ya kweli inapatikana Mungu ndio anayeweza kukupatia wewe haki, mimi na wewe. Basi kwa somo letu la leo tutaishia hapo. Mungu azidi kuwa nuru na kimbio letu. Tuombe. E hey, Baba uniongoze kutazama kwako tu, nivue mavazi yangu ya kiburi na kuvika haki yako takatifu Nisaidie kushinda vita vya rohoni kwa imani, si kwa nguvu zangu, na neema yako ikae ndani yangu, iwe ushuhuda wa rehema zako kwa wengine. Ninaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Napenda niwatakie wikendi njema, niwapatie maisha mema, amani na utulivu. Bwana akawalinde, akawajalie afya njema, utukufu mwingi kawafunike, amani ikawatawale, tukitafakari kwamba hakuna mwanadamu atakayekupa haki hata ukifanya nini. Hakuna la kuzirizika zaidi tukiwa katika magoti ya Mungu katika maisha yetu. Bwana walinde, awajalie amani katika jina la Yesu Kristo.